Angalau sera moja niwe wazi mbele yenu nikiri. Kwa upande kama wa nguo, nikiwa na nguo ambayo nikimaliza miezi sita sijaivaa, lazima nitoe, hiyo sio ya kwangu. Nikiwa na kiatu ambacho nikamaliza miezi sita sijakiva, hicho sio cha kwangu. Kwa nini we navyo? Eh? Kwa nini we navyo? Asa hasa kina mama, unaweza kutaka kina mama anapea kama 10 20 za viatu. Vyote vya, una miguu miwili tu. Suti sijui thelathini arobaini, saa zote ni za nini? Alafu nakuta unavaa labda suti mbili tatu, ndizo unapendelea kuzitumia hizo. Ni za kuwapa maskini, hiyo akiba mtakatifu. Basi anasema tuwape maskini. Alafu unapotaka kumsaidia mhitaji, vile vile usimsaidie yale mambo ambayo pengine huyahitaji mabaya. Unaangalia, naangalia hapa, kipindi cha Kwaresma tunapokuwa tunakusanya vitu kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji wanaotoa vyatu vizuri vipya, nguo mpya, chakura kizuri, lakini tumpe, inabidi ni ni kizuri sana. Kumbe kwa wa wakweli haitoshi tu omba Mwenyezi Mungu kuhudhuria ibada mbalimbali, lazima uoneshe imani yako kwa matendo mema ya huruma. Hata kama unakuja kusali kila asubuhi, mchana na jioni na usiku na sali rozari, na nini. Kama utendi matendo ya huruma sawa, lakini bado unamisi kitu fulani. Kwa hiyo msaada kwa maskini ni ushuhuda wa Injili kwa malimwengu. Hizo ndizo sababu kwa leo tatu kwamba ya, ya tatu ni, ni weke kichwa cha habari kizuri kwamba tunawiwa kumsaidia maskini kwa sababu upendo kwa maskini ni kipimo cha imani yetu. Yakobo 2:15-17 anasema hivi, imani bila matendo imekufa. Mkristo wa kweli haitoshi kusali kuhudhuria ibada tu, lazima aonyeshe imani yake kwa matendo. Kwa sababu hizo ni tatu. Ya kwanza, kwa nini, masikini, kwa nini maskini? Kwa sababu ni amri ya Mungu. Ya pili, mali tulizonazo ni zawadi ni neema gratis. Yani hatuna, si lazima tuwe nazo, ni zawadi ya bure, na sisi tuwasaidie wengine. Lakini namba tatu, imani bila matendo imekufa. Kwa kusaidia wengine tumefanya nini? Tumetimiza tume, tume wajibu wetu vilevile vile, e, katika imani ya kwa kuwasaidia watu wengine. Wapendwa ndugu zangu, najua hii mada pengine inaonekana nzito kidogo lakini bado hatujaitendea haki kuwasaidia watu. Tumwombe Mungu atusaidie. Nimalizie kwa sara hii fupi ambayo ni kama utenzi. Mungu atusaidie. Ee Bwana, fungua macho yetu tusione mali tu, bali jirani. Tupe huruma kama ya Kristo tukupende wote bila ubaguzi, tujenge dunia ya mshikamano. Masikini na tajiri wote wa moja, tukingojea ufalme wako ambapo upendo wetu ndiyo urithi wetu mbele yako. Wiki nenda, utende tendo lote la huruma ndio kazi yako kwa wiki hii, ili homework wanafunzi wanapewa shuleni na mimi nakupa homework wiki. Baada ya kusikiliza mahubiri haya, hebu sote tutende tendo hata moja la huruma la kiroho au la kimwili kwa mhitaji. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wako viwe nawe. Tumsifu Yesu Kristu.